Sisi twapatiliza mambo bwana, tumshukuru Allah, twaelewa haya mambo yako hivyo. Sasa hivi Tanzania udini umekuwa wazi, lakini tokea baba wa taifa udini upo, tusidanganyane hapa, tusijidanganyane. Ukienda Kenya kuna ukabila, ukija Tanzania kuna udini. Wallahi, nenda Kenya, wa Kenya wote wanajua, naona kwambia Tanzania tatizo ni moja tu, udini sisi huku ni ukabila na mambo yako hivyo. Kwewewe utajifanya ati mimi niko nao, mimi mstaarabu kule, bosi ni ya kule. Nakumbuka miaka ya nyuma iliwahi kutokea vita, iliwahi kutokea vita baina ya Waislamu na makafiri. Waislamu walipigwa, walikuwa hana uwezo, wakapigwa, na wengine wakaona kimbia, wakaona kimbilia kwenye baa mtu anakimbilia baa, alafu anafika, anachukua pombe, akuta unakunywa pombe. Walichokuwa wanakifanya wale, wanakukagua. Tumetailiwa, ukitailiwa, nakula nishasi na pombe yako. Kwa hiyo umefanya nini wewe? Yaani unakimbilia pombe ili upate uhadi, huyuna udhalili. Sasa sisi hatuko hivyo, yaani wewe njoo utakavyokuja, utakutana na panga utakutana na shab utak. Yani, Waislamu tuko hivyo, tunatulizana kwa sababu ya dunia yetu. Haya tunaeleza swalahatan, kwa sababu imefikia wakati lazima tueleze. Kuna baadhi ya mambo ukiyapatiliza unaona sasa huyu anaongea upumbavu. Kwa lipi? Kwa sababu wanaona kwamba serikali haiwezi pengine kumchukulia hatua, hawezi kuulizwa. Basi sisi tutajibu yoyote atakayeongea katika nchi hii, yoyote tutamjibu na nataka niwaambie jambo. Wallahi, lau kama haya mambo ingelikuwa waislamu ndio wamesimama kidedea kuyasimamia na kuwashajiisha vijana, dunia ingesema, na waislamu wangekwisha, wengeuawa sana, mpaka majumbani. Ingekuwa ni kigezo kwamba ni magaidi ni kadha, lakini Allah amedhihirisha lile ambayo wako nalo hao jamaa, watu wabaya sana. Alafu anasema vijana waliouawa hawana hatia. Mimi nikisikiza maneno yale ya waskofu nasikia hasira, kwa sababu anasema kwamba etu watu wanaandamana kwa amani. Amani ipi? Watu wamechoma mali za watu, amani ipi? Watu wameiba gesi, watu wameiba maji ya jambo na mengineo, wanaingia kwenye maduka wanavunja, amani ipi hiyo? Maandamano ya amani haya au wizi wa amani? Mbona si wa kweli nyinyi, huu ni wizi sasa. Ikiwa ndio hivyo, hawa walioibiwa mali zao wanalipwaje? Leo kuna ndugu yangu mmoja amekufa kwa sababu ya kuibiwa mali yake, inakuwaje? Lazima tusaidiane. Anasema Sufyanu Thauri

Askofu gani ambaye anasimama na kukemea hili? Msiseme kwamba it kwa sababu kuna watu wasemaje, tatizo ni nini? Kwa sababu hawa wameandamana tu, na kwa nini waandamane? Serikali silikataza, polisi walitoa taarifa, atakayeandamana atapata kipigo cha mbwa mbwa koko. Haya maneno yapo, lakini walisimama wachungaji, akiwemo Gwajima na akawashajiisha watu kwamba wale wanaoandamana, mimi niko tayari kuwaunga mkono. Maana yake nini? Andamaneni. anaambona yako wazi. dawa tu, Salafia haikubaliani na haya mambo, sisi hatukubaliani na haya mambo. Haya mambo yako kinyume na misingi ya dini yetu, kuamrisha watu watoke. Kwa sababu kwanza, katika dini yetu ya Uislamu hakuna mambo ya maandamano. Leo wameanza tena kuyapanga tarehe tisa wanapanga kama ujui, washaanza kupanga na wanaweka gakatiao. Ukiwapatiliza unaona kuna mmoja anasema hivi tutafanya maandamano ya amani, maandamano ambayo mpaka Rais Samia atoke madarakani, maandamano ambayo hayana ukomo, tuko tayari kuisha. Ipo, sio audio, video. Halini sasa hivi tuelekea watu na nchi, maaskofu wayasemi haya, wanasema yale ambayo yamepita, eti yaonekane ni watu wema. Abudi sina sawa fi ishara ila an lmala bila amrin, ishara ya kwamba hakika ya mali kama hakuna amani, fala yuhakiku rahatan wala saadatan, tambua kwamba mali kama hakuna amani haiwezi kuhakikika raha yoyote wala utukufu utakuwepo. Bal kad yajlibu tamaa wal khawfa, bali wakati mwingine kuleta matumaini kadhalika na hofu, hofu ikazidi. Anasema Abu Darda Radhiya Allahu taala anhu, bali alikuwa akisema, maana yake si mara moja, alikuwa anasema maneno haya, nimatu l-amni la yaadiluhu shay'un, neema ya amani haiwezi kulingana na chochote chochote katika dunia, lakini akasema idha ruzikta maaha adina, ikiwa Allah atakuruzuku pamoja na neema hiyo ya amani dini, ikawa Allah amekupa dini, kadhalika una amani, basi utambue kwamba hakuna kinacholingana na jambo hilo. Tunahitajia amani. Hawa wanaosema haki, simameni kwanza Mkubaliane na yale ambayo wanayataka Waislamu. Hizo mali zinazopewa serikalini waislamu zinawahusu suala so, ukadhi haliwahusu nyinyi wa makafiri. Hili jambo la Waislamu, lakini kwa nini ninyi msimame na mwasemea Waislamu? Ina maana mna agenda zenu, mnaona kwamba zile mali ambazo mnazochota mafungu mnayoyachota serikalini ni ya kwenu, pengine ni ya ba ba baba zenu.

neema uliyokuwa nayo ukamshukuru Allah subhanahu wa taala. Wa adhamuha neematul amni, na miongoni mwa neema kubwa ni neema ya amani. Neema inadumu kwa kushukuriwa, lakini neema iliyokuwa kubwa ni neema ya amani. Fashkurullaha alaiha, basi mshukuruni Allah kwa neema hiyo liyazidakum, ili ya kuzidishieni. Ndugu zangu Waislam, ni'matul amn muqaddimatun ala kathiri minan ni'am, nema ya amani inatangulizwa kuliko nema nyingi zozote. Sisi twapatiliza mambo bwana, tumshukuru Allah, twaelewa haya mambo yako hivyo. Sasa hivi Tanzania udini umekuwa wazi, lakini tokea baba wa taifa udini upo Tusidanganyane hapa, tusijidanganyane. Ukienda Kenya kuna ukabila, ukija Tanzania kuna udini. Wallahi nenda Kenya, Wakenya wote wanajua. Ndio nakwambia, Tanzania moja tu udini, sisi huku ni ukabila na mambo yako hivyo. Kwa hiyo wewe utajifanya, eti mimi niko nao, mimi mstaarabu. Ni kule Bosnia ya kule, nakumbuka miaka ya nyuma ile kutokea vita iliwahi kutokea vita baina ya Waislamu na makafiri. Waislamu walipigwa, walikuwa hana uwezo, wakapigwa. na wengine wakaona kimbia, wakaona kimbilia kwenye baa. Mtu anakimbilia baa, alafu anafika, anachukua pombe, akuta anakunywa pombe. walichokuwa wanakifanya wale, wanakukagua, tumetailiwa. Ukitailiwa na kula nishasi na pombe yako kwa hiyo umefanya nini wewe? Yaani unakimbilia ya ponda ili upate uhai, huuna udhalili. Sasa sisi hatuko ya hivyo, yaani wewe njoo utakavyokuja, utakutana na panga utakutana na shaba utak shabayani, si waislamu tuko hivyo, tunatulizana kwa, kwa sababu ya dini yetu. Haya, tunaeleza swarahatan kwa sababu mefikia wakati lazima tueleze. Kuna baadhi ya mambo ukiyapatiliza, unaona sasa huyu anaongea upumbavu kwa lipi? Kwa sababu wanaona kwamba serikali haiwezi pengine kumchukulia hatua, hawezi kuulizwa. Basi sisi tutajibu yoyote atakayeongea katika nchi hii, yoyote tutamjibu. Na nataka niwaambie jambo, wallahi lau kama haya mambo ingelikuwa waislamu ndio wamesimama kidedea kuyasimamia na kuwashajiisha vijana dunia ingesema na waislamu wangekwisha, wengeuawa sana mpaka majumbani, ingekuwa ni kigezo kwamba ni magaidi ni kadha. Lakini Allah amedhihirisha lile ambayo wako nalo hao jamaa, watu wabaya sana. Alafu wanasema vijana waliouawa hawana hatia. Mimi nikisikiza maneno yale ya askofu nasikia hasira, kwa sababu anasema kwamba eti watu wanaandamana kwa amani. Amani hivi? tumechoma mali za watu amani ipo? Watu wameiba gesi, watu wameiba maji ya jambo na mengineo, wanaingia kwenye maduka, wanavunja. Amani ipi hiyo? Maandamano ya amani haya au wizi wa amani? Mbona mko si wa kweli nyinyi? Huu ni wizi hasa. Ikiwa ndio hivyo, hawa walioibiwa mali zao wanalipwaje? Leo kuna ndugu yangu mimi amekufa

Utatata pakuificha itakusugulisha mwisho, nakufa. Watu wangapi makufa kwa sababu ya mali zao, mali zimechonwa, watu wanakufa. Askofu gani ambaye anasimama na kukembea hili? Msiseme kwamba itita kwa sababu kuna watu wasemaje, tatizo ni nini? Kwa sababu hawo wameandamana tu, na kwa nini waandamane? Serikali zilikataza, polisi walitoa taarifa Atakaeandamana atapata kipigo cha mbwa, mbwa koko. Haya maneno yapo, lakini walisimama wachungaji akiwemo Gojima na akawashajisha watu kwamba wale wanaoandamana, mimi niko tayari kuwaunga mkono. Maana yake nini? Andamaneni. Ana mambo yako wazi. Dawatu Salafia haikubaliani haya mambo. Sisi hatukubaliani na haya mambo. Haya mambo ya kinyume na misingi ya dini yetu, kuwaamrisha watu watoke. Kwa sababu kwanza katika dini yetu ya Uislamu hakuna mambo ya maandamano. Leo wameanza tena kuyapanga tarehe tisa, wanapanga. Kama ujui washaanza kupanga na wanaweka kakatiao. Ukiwapakiliza unaona kuna mmoja anasema hivi, tutafanya maandamano ya amani maandamano ambayo mpaka rais Samia atoke madarakani, maandamano ambayo hayana ukomo, tuko tayari kuisha. Ipo sio audio video ha, nini? Sasa hivi tuelekea wapi na nchi? Maskofu ya wayasemi haya, wanasema yale ambayo yamepita, eti onekane ni watu wema. Ndipo sila sawa ishara tini ila anna almala bila amrin, ishara ya kwamba hakika ya mali kama hakuna amani. Fala yuhaqqiqu rahatan wala sa'adatan, tambua kwamba mali kama hakuna amani haiwezi kuhakikika raha yoyote wala utukufu wa utukuwepo bal qad yajlibu tama wal khawfa, bali wakati mwingine huleta matumaini kadhalika na hofu hofu kazidi. Anasema Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu, bali alikuwa akisema, maana yake si mara moja alikuwa anasema maneno haya nematu lamni la yadiluhu shaion, neema ya amani haiwezi kulingana na chochote chochote katika hii dunia. Lakini akasema idha ruzikta maaha addina, ikiwa Allah atakuruzuku pamoja na neema hiyo ya amani, dini ikawa, Allah amekupa dini kadhalika una amani basi utambue kwamba hakuna kinacholingana na jambo hilo. Tunahitajia amani. Hawa wanaosema haki, simameni kwanza mkubaliane na yale ambayo wanayataka Waislamu. Hizo mali inazopewa serikalini Waislamu zinawahusu, suala ukadhi haliwahusu nyinyi wa makafiri, hili jambo la Waislamu. Lakini kwa nini nyinyi msimame na mwasemee Waislamu? ina maana mna agenda zenu, mnaona kwamba zile mali ambazo mnazochota mafungu mnayoyachota serikalini ni ya kwenu, pengine ni ya baba zenu. Waislamu hawana haki. La wallah, ila iahadi kila liahadin li min atabiin. Alulizwa mmoja katika tabiini, bima tastadimu ni'am, hivi neema ina dumu kwa kitu gani? ili neema idumu kwa kitu gani? Faqala, akasema bishukuri, kwa kushukuru neema. Neema uliyokuwa nayo ukamshukuru Allah subhanahu wataala, waadhamuha neema tuladhi na miongoni mwa neema kubwa ni neema ya amani. Neema inadumu kwa kushukuriwa, lakini neema iliyokuwa kubwa ni neema ya amani fashkuru Allah alayha, basi mshukuruni Allah kwa neema hiyo. Liyazidakum, ili yakuzidishieni. Ndugu zangu Waislam, neematul amni muqaddimatun ala kathiri min an ni'am, neema ya amani inatangulizwa kuliko neema nyingi zozote. Min an ni'am al-ukhra, kuliko neema nyingine zozote, lianna

walikuwa wanafanya wingi wa kumshukuru Allah, ala necmati lamni, juu ya necma ya amani, wayauddunaha, bali walikuwa kihesabu necma ya amani min tamami necmati, katika necma iliyokamilika ni necma ya amani, necma zote taziona ni necma. Wa in tauddu necmat llahi la tahsuha, mkizihesabu necma za Allah, hamwezi kudhibiti lakini neema ya amani ni neema ambayo inakusanya vyote. wafaqdu al-amni, na kupotea kwa amani min a kupotea kwa amani kad yuaddu, hakika wahesabiwa min adhami lmasaibi indahum, wao waliokuwa na hesabu ni msiba mkubwa sana kupotea kwa amani, bila shaka pana adhiniwasi

kwa sababu ya amani, hali utulizana, hutulizana wa tuadda al-ibadatu, kadhalika utekelezwa ibada. Wa yu'badu Allah fi al-masajid, Allah wamuliwa katika msikiti misikiti. Wa yanamu al-insanu mutma'nina fi baytihi, kadhalika mtu analala hali ya kutulizana nyumbani kwake watamshi nisau kadhalika, wanawake watatembea, wal atfal na watoto fituruqat katika, katika njia duna khaufin pasina kuwa na hofu. Wanawake watakwenda huku watarudi kule, amani ipo. Jiulizeni maswali katika kipindi hiki palipotokea hayo yaliyotokea alafu na kuna watu walikuwa wakisema wazi tu, hasa mitandaoni huko, unajua inje nchi jeshi ichukue, ichukue jeshi. Lakini yote haya ni kwa nini? Ni kwa sababu anayetawala ni Mwislamu, kwamba jeshi ichukue itawale nchi, atawale katoliki, atawale kafiri lakini tutawaambia kwamba haya jeshi likasimama tu katikati, kulala saa kumi na mbili, mwana mgeni anatembea, watu wanapiga simu, bwana, mimi sedli imeisha, mtumie vocha. Wewe kaa ndani, umeshazoea kufungia kuku, sasa hivi zamu yako, kaa ndani, umeshazoea kufungia kuku saa kumi na mbili, watu na mambo mepesi kabisa, jeshi lichukue nchi asie. Jamani, mtihani haya sio mtiani, shika adabu yako. Sisi wajibu wetu ni kuwapa kuwapa nasaha watu kwamba haya mambo yafai, walatfalu kadhalika na watoto wanatembea kwa amani, kiturukati katika njia duna kofii pasina kuwa na hofu. Wakam min biladin haulana, miji mingapi pembezoni mwetu pembezoni mwa nchi yetu fakadat ni'mat al-amn, miji ambayo imepoteza neema ya amani. Miji mingi fadhaka ahluha wailati lhaufi, wakaonja wale watu wake vitisho hofu. Miji mingapi nchi ngapi, wadamar kadhalika, na ladha wakaonja wa asba la yaarifuna tamani iraha na no, wakawa hawapati tena wala hawajui ile ladha tamu kadhalika, raha hawapati, wala amala fi lhayati wala matumaini pia katika maisha yakaondoka. Wakad akhbara an-nabiyyu alayhi salatu wasalam, Mtume ametuelezea, anna al-amna min a'zami ma yus'alu fi dunya, ya kwamba hakika y amani ni miongoni mwa mambo ambayo yaliokuwa makubwa watu a wana...